Yes. Habari gani? Habibi, welcome to Zanzibar ya yeah. Sasa tuanze ziara yetu eh, rasmi katika maeneo haya ya mji Mkongwe yapo na tuna Navigator Chinduli so endelea ku subscribe, ku like, ku comment na ku share. Sasa hivi nipo maeneo ya mji mkongwe hapa Stone Town kukuonyesha mengi ambayo yanapatikana katika kipande hiki hapa ya historia ya mji mkongwe. Inakurudisha miaka mingi sana nyuma, uh, karibia miaka ya elfu moja mia sita na ya, katika kipindi hicho ambacho visiwa hivi miaka mia sita kurudi nyuma, elfu moja mia tano elfu moja mia nne kurudi nyuma, ambapo visiwa vya Unguja na Pemba vilianza kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali ya, yeah. Kwa hiyo wakapendezwa na kufanya makazi yao hapa, mji mkongwe Zanzibar, na unaweza ukaona ni kwa jinsi gani kuna kuna saundi ya yeah unaweza ukaona jinsi gani kuna saundi, alafu ni mji wa kale sana. Ehe, una miaka na mikaka kwa sasa. nunaweza ukaona vichochoro vyake vyote viko well, paved yeah. na ni mji ambao una unahifadhiwa yeah. una hifadhiwa kama ulisi wa asili wa dunia hii yeah. hasa Zanzibar kwa hivyo ukifika Zanzibar usiache kutembelea maeneo haya ya mji mkongwe, mji wa kale sana, ambao ulikuwepo tangu miaka hiyo ambayo nimekuambia. Nam, naweza ukafika haja kujionea mengi mazuri yanayopatikana katika maeneo haya hapa ya mji mkongwe. Kama ilivyo miji mingine pia mji mkongwe, kama ilivyo miji mingine ya pwani inafanana sana katika structure yake. Tofauti ni kwamba mji huu hapa umejengwa sana kuliko miji mingine kama vile Kilwa na Tanga, ambako tayari tumepita Mombasa na maeneo mengine. Huu ulijengwa zaidi, lakini unafanana sana na miji mingine ya pwani katika structure ya majengo haya ya, na mwenyewe unaweza ukawashahidi na, mwzia na mwzia ukaona. So hii ndio mitaa ya mji mkongwe, twende tu tupotee pamoja. Unaweza ukaona structure ya milango na mambo mengine kama haya. Kama unajua lolote kuhusiana na mji mkongwe, basi niandikia hapo chini kwenye comment, na nami nitapita na comment yako. Lakini pia usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare yeah. Niko hapa Stone Town na hii ndio mitaa ya Stone Town. Welcome to Zanzibar. Zanzibar hakuna matata. Ya, yep. Zanzibari ni njema atakae na aje. Ya. Yep. Jambo lingine ambalo ni very interesting na ambalo watu tunatokea kulifahamu ni kwamba hichi Kiswahili kinachozungumzwa hasa katika Tanzania yep, Kiswahili sanifu naweza nikasema kimetokana na lahaja ya Kiunguja na hicho Kiunguja chenyewe ndo kinazungumzwa hapa Unguja. Kwa hivyo hapa nilipo leo, nipo nyumbani kwa Kiswahili. Ya, yeah, nyumbani kwa Kiswahili na Waswahili wenyewe wanapatikana hapa Unguja. Kilichukuliwa Kiunguja kikashindanishwa na Kimombasa kikashinda Kiunguja na hatimaye kuweza kusanifishwa na kuwa lahaja ya, ya usanifishaji. Unaweza ukaona mitaa jinsi gani na saundi eh, hii ni Zanzibar kama unavyoweza kuona ni achipelego ya muda mrefu sana ya, na imekusanya watu kutoka maeneo mbali mbali, si tu ya Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla ya watu kutoka bala la Asia wapo hapa, watu kutoka mashariki ya mbali pia wapo hapa. kwa so, hivyo hii ndio Zanzibar na unaweza ukafika ukaja uka explore na kuona mengi mazuri ambayo yanapatikana Zanzibar. Hapa kunavyoona hapa ni skuli, skuli ya Kajikicheni. Hii hapa ni skuli ya Kajikicheni ambayo inapatikana hapa mji mkongwe yeah. skuli manake ni shule yeah. Kwa Tanzania bara tunatumia shule, lakini visiwani wanatumia skuli kwa sababu uh, <tosilipi> zaki Watanzania bara walitawaliwa na Wajerumani ambao ndio waliwapa ilo neno shule na wa visiwani wametawaliwa na Waingereza yeah. ndio wakachukua hilo skuli yeah. Tuseme kama kutawaliwa, ama kuprotektori, kut, <gasps> ya yeah. kusimamiwa na Waingereza na yeah. ndio maana wao wanaita skuli, kwa hivyo hii ndiyo mitaa ya yeah, mji mkongwe hapa Zanzibar. Hiyo ha, ndio mitaa ya mji mkongwe hapa. Kivutio kingine ambacho kinapatikana maeneo haya ya mji mkongwe ni uwepo wa paka paka ambao wamenawiri na wana afya tele, nitakuonesha huko mbele, kwa tuna tunaenda tajaribu kuwatafuta. So unaweza ukaona e, structure ya milango ambayo inafanania na milango kutoka Iraq, e, na maeneo mengine yeah. So this is Zanzibar for you. Niandikia hapo chini unajua nini kuhusiana na Zanzibar. Leo niko hapa Stone Town, nimekuja ku explore in details What is going on here? Unaweza ukaona majengo ni ya muda mrefu sana hapo, yeah. This is Zanzibar for you. This is Zanzibar for you Aa ya milango ambayo inapatikana hapa Stone Town inaonesha kabisa kwamba huu ni mji wa kale ambao u, kwa hivyo tuendelee ku explore, lakini vile vile kama unahitaji, upo Zanzibar au unahitaji kufika sehemu fulani fulani, basi niandikie hapo kwenye comment chini, nifike wapi nika explore Zanzibar. hapa ni Stone Town. Yeah. Stone Town. <laughs> Yeah. so this is Zanzibar kama unaweza kuona hii ni Vaspa Vespa, yeah, YouTube, salaam aleikum yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. Kabisa na. na. na. na. Zanzibar inasemaje? raha. raha raha kabisa, atakaye aja anayetaka, siyo lazima amtakiwa geniapanaa Zanzibar, se hakuna matata. Basi insha Allah basi ngoya naendelee ya okay. ah. yeah, kama unavyoweza kuona, so hiyo ndio Zanzibar ja, tukiendelea ku, interact na locals wa hapa yeah. Kwa hivyo niandikia hapo chini kwenye comment, unaionaje mitaa hii? Unaifananisha na mitaa gani? Nilipata kuangalia video za Andalusia E, maeneo ya uh, Granada ya yeah, mitaa hii inafanana sana na mitaa ambayo inapatikana Andalusia ya Granada ya yeah, ambayo ilijengwa na Waarabu yeah. Kwa hivyo na wewe pia niandikia hapo, unaionaje mitaa hii, inafanana na mitaa gani ya yeah. Au ungependa tuende wapi tukiwa pa Zanzibar kabla hatujaondoka pa Zanzibar yeah. Uku tunatoka ya, so bado nikiwa nipo Stone Town naweza kuona, wakaona, this is Zanzibar for you. Nijia. Gharama ya malazi kwa Zanzibar is a little bit expensive kwa sababu ya kuwa huu ni mji wa kitalii, visiwa vya kitalii, lakini unaweza kupata hostel kwa dola 11 ama 38 ya kwa hapa Stone Town. Uh, ya kama hapo ambapo mimi nimefikia ni dola Hela eh, kumi na moja, elfu sabini na nane ya Kitanzania, yeah. Kwa hivyo it's not bad, it's not bad, inakuwa ni affordable. Na chakula chakula ni affordable, hakina shida, bei ya kitu kawaida kabisa. Kwa dola moja tu unapata chakula safi kabisa. Hii ndio Zanzibar, yeah, ndo Stone Town. Kwa hivyo kama umepitia katika video yetu wa kwanza wakati tuko Tanga niandikia hapo chini, ume, ume, umeona nini katika video za Tanga ambavyo vinafanana na kulandana katika Stone Town. Niandikie nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote ile. Lakini pia kama kuna utofauti wote ambao umeuona niandikie pia katika comment yako chini, nami nitapita na comment zako bila shida yoyote ile. Eh, sababu hii ndio Zanzibar. Zanzibari ni njema atakaye na aji hiyo, yeah. Sisite kurekomendi ku kurekomendi maeneo ambayo unahisi ni muhimu sana mtu akifika Zanzibar ayapitie, basi niandikie hapo chini, nami nitapita kuweza kuona nini ambacho kinapatikana katika maeneo hayo.

ni mji wa kitalii ambapo tutakutana na wageni wengi wengi sana, kwa hiyo yeah. Kokote uliko katika nchi ya Tanzania ama Kenya, Uganda na sehemu zingine zote, basi katika ratiba yako ya kuzunguka usiiache Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar ni sehemu ambayo unaweza ukafika kwa bot ambayo nauli kwa kwa residence ni elfu thelathini na tano lakini pia unaweza ukafika kwa ndege ya yeah. kutokea Dar es Salaam, kutokea Arusha na na hata kwa international flight unaweza ukafika Zanzibar. Kwa hiyo so, karibuni sana Zanzibari, tuko hapa leo na hii ni mitaa ya Stone Town ya yeah. Mji mkongwe wa wa Zanzibar ni mji ambao ulijengwa miaka mingi iliyopita, takriban miaka elfu moja mia sita huko na zaidi. elfu moja mia sita ndio mji huu ulikuwa umeanzishwa, kwa hivyo ni mji ambao una historia pana sana katika visua hivi vya Unguja. Baadaye ukafanyiwa renovations, miaka ilivyokwenda, kuna baadhi ya maeneo yalifanyiwa renovations yeah, mpaka leo kuonekana hivyo unavyoonekana. Tutaendelea kujifunza mengi zaidi kutoka kwa wenyeji eh, kuhusiana na historia ya Stone Town. So cha msingi usisahau kusubscribe ku like ku comment na ku share yeah, bado tupo sana maeneo haya yeah ya foru, ya mji mkongwe na Zanzibar kwa ujumla. Gari ya kale kabisa inapatikana hapa hapa Stone Town yeah. Na kwa huku hivi, hili ni soko la utumwa yeah, historia ya soko la utumwa ndio hapo, na kanisa la mwanzo mwanzo kabisa inapatikana humo ndani yeah. This is Zanzibar for you Hii ni skuli ya Mkunazini, hii ni shule ya msingi Mkunazini ama skuli ya Mkunazini, inapatikana hapa mjini kabisa, skuli ya Mkunazini, yap yeah. Ndo nipo maeneo haya nikiendelea, uh, ku-explore in details, yeah, what is going on here, yeah na kwa huku kama unavyoweza kuona ni, tunaita ni park za Darajani, Darajani souk ya Darajani souk. Na hii ni paki kama nilivyowaambia, kama ilivyo katika jiji la Tanga, majiji yote ama miji yote yaliyoendelea na yenye ustaarabu, basi haikosi kuwa na park. Paki ni sehemu kama hizi hapa za kupumzika. Kwa hivyo hapa Zanzibar ama Unguja, kuna hii ya kwanza inaitwa Darajani park, na kuna zingine ziko mbele mbele, tutaenda kuziona lakini hii ni maarufu inaitwa Darajani pake, katika, katika soko hili la Darajani hapa ya yeah. Kwa hivyo ni jambo zuri sana kuweza vitu kama hivi katika miji mikubwa kama hii ya yeah, ili kusudi watu wapate kupumzika na kufanya manunuzi yao kwa raha na starehe. Kwa hiyo hapa ni Darajani sofu, soko la Darajani hapo na hii hapa ni pasi ya Darajani, unaweza ukaiona pale. Kwa hivyo kama umechoka unahitaji kupumzika, unaweza ukafika ukapumzika. Na jambo zuri ambalo linaendelea Zanzibar ni kwamba, jambo zuri ambalo linaendelea Zanzibar ni kwamba ulinzi, kila pahala kuna kamera kila pahala, yeah. Lakini jambo lingine la kuweza kushangaa ukifika Zanzibar na very interesting ni uwepo wa gari hizi za kusafirishia abilia ambazo zinaitwa chai maharage, na aghalabu gari hizi huwa zinaenda shamba eh, uh, nakaa kwa kutizamani kuti. Kwa hivyo unapatikana huko, unaweza kufika uka experience gari hizi za kusafirishia maharage hapa shamba. Kwa hivyo yeah. ni kwa maeneo ya Darajani, Darajani soko, aha uh hapa hapa mjini so sisahau kusubscribe, kulike, kukoment na kushare. Mimi naitwa Navigator Chinduli ya yeah. Na hapa leo nipo Zanzibar, nipo zangu Zanzibar na hapa ni maeneo ya Darajani yeah, ngoja tuvuke tuone upande wa pili unatuofa kitu gani? ya yeah. Haya, tuvuke tuone upande wa pili unatuofa kuvujani. Hapa ni Darajani, so ya yeah. Kama unavyoweza kuona This is Zanzibar for you. Yeah, hili ni soko la Darajani. I love Zanzibar. Zanzibari ni njema, atakaye na aje. Niambie wewe umependa nini katika visiwa hivi vya Unguja ama Zanzibar, ya umependa nini zaidi ya, na ungependa twende wapi? Niandikie kwenye komenti. Hii ni season 1 ya tour yangu ndani ya Unguja, kwa hivyo zitakuja nyingi zaidi kutokana na komenti zenu. Niandikie hapo, nami nitapita nikisoma na nikifanyia kazi komenti zote kadri ambavyo nitakuwa nimewezesha. Na hapa nilipo ndio Darajani katika soko, soko la Darajani, soko kubwa sana na maarufu sana visiwani humu katika visio vya marashi ya karafuu, unaweza ukafika ukaja kununua spices fruit and a lot of stuffs, pia inapatikana hapa. Kwa hiyo unaweza ukafika ukanunua uka, uka experience the vibe ya Darajani. So ni soko kubwa sana visiwani humu. Ya yeah. Karibuni Zanzibar, Zanzibar ni njema, yoyote anakaribishwa karibisho, yeah. Hapa ni Darajani. Nilivyokwambia, visiwa hivi ni visiwa ambavyo vina mchanganyiko wa watu wengi ya yeah. Vina mchanganyiko wa watu wengi kutoka kila pahala, si tu Tanzania, bali duniani kwa ujumla. So ukifika hapa nasikia kama uko nyumbani, hakuna tabu yoyote ile. Karibu, karibu sana Zanzibar, karibu Darajani. So ya yeah. So leo ilikuwa hapo niko kwa... kwa leo tuishie hapo. Nimekupitisha katika maeneo ya mji mkongwe na sehemu ya Darajani. So tukutane tena katika vlog nyingine, sijui ni itakuwa wapi, lakini kama kuna sehemu unahitaji tuweze kuenda, basi niandikia hapo chini kwenye komenti, nami nitafika bila shida yoyote ile. Naitwa Navigator Chinduli. Usisahau kusubscribe, kulike, iko comment na kushare.